Adusubiri shirikisho la soka hapa nchini TFF limetupilia mbali rufaa ya timu ya polisi Tanzania dhidi ya timu ya Simba kuhusu kumchezesha mchezaji Novat Lufungo. Msemaji wa shirikisho la soka hapa nchini TFF, Alfred Lucas, amesema rufaa imetupwa kutokana na kushindwa kukidhi vigezo vya kikanuni. Malalamiko yote yatakayowasilishwa bila kulipiwa ada au kuwasilishwa nje ya muda uliowekwa hayatasikilizwa. Kwa hiyo, licha ya kwamba polisi walikuja kuleta malalamiko hayo kwa wakati, kwamba kuambatana na ada kwa mujibu wa kanuni za Azam Sports Federation Cup, na kwa msingi huo, hizi ni sababu za kutupilia mbali malalamiko hayo. Naam. Lucas ameongeza kuwa uh, ku, uh, kadi nyekundu aliyopewa mchezaji ilikoma baada ya michuano kuisha. Hivyo polisi Dar es Salaam kama hawajaridhika na hukumu iliyotolewa wanatakiwa kukata rufaa malalamiko yao. Watakata rufaa kwenye kamati ya rufaa ya TFF kutegemea mamlaka ya chombo kilichotoa maamuzi ya awali na kanuni zinazohusu maamuzi hayo. Maamuzi ya kamati ya rufaa yatakuwa ni ya mwisho. Polisi Dar es Salaam walikatia timu ya Simba rufaa ya kumchezesha mchezaji Novat Lufungo ambaye alipewa kadi nyekundu wakati wa mchezo wa FA kati ya Coastal Union ya Tanga na Simba, mchezo ukipigwa uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.